Hii kukutambulisha kwako wachache hawa wafuatao. Kwanza naomba nitambulishe familia yangu, familia yangu kwa maana ya mke wangu na watoto wangu. Kuna wawili ni watoto wa Sunday school wameenda kwenye darasa la Sunday school. Naomba mkae, lakini kipekee naomba ni mtambulishe mama mke wangu. Asimame kipekee mfahamu kipekee. Asante. Karibu Igunga nyumbani kwako. Asante sana. Kipekee naomba nitambulishe pia watumishi ninaofanya nao kazi kwenye ofisi ya hapa ya ushirika ambao wasimame mahali walipo. Asante wako waitilesi uko parishweka kwa mwasibu. Naomba tutambulishe pia ninaofanya nao kazi kwenye ofisi ya jimbo. Ofisi ya jimbo niko na mwasibu, lakini niko na msaidizi wa mkuu wa jimbo yuko pale. Asante sana, naomba nitambue uwepo wa wazee wa kanisa wa mahali hapa tulipo Nzega. <laughs> Zega safi, asante. Wazee wa kanisa wa mahali hapa tulipo Igunga, naomba msimame. Asante sana, naomba mkae. Wajumbe wa halmashauri ya hapa naomba msimame. Halmashauri ya ushirika wa hapa tulipo naomba msimame. Asante. Na kamati zingine zote, kamati ya mjilisi, kamati ya fedha, kamati ya ujenzi, wote naomba msimame pia. Asante, Mungu awabariki sana. Baskofu Naomba nikutambulishe kwako pia. Asante. Naomba nikutambulishe pia kwako, kwa kwa kipekee, nina ndugu jamaa marafiki wa familia, lakini kipekee, kuna dada yangu kutoka Tabora amefika kwa ajili ya kushuhudia tukio hili na ndugu zangu wengine wa kutoka hapa Igunga, naomba wasi Wamekaa wapi? Wako hapa, asante sana. Hiyo ni festival ni wakwetu, dada sita na ma, mama yetu. Huyo ni mzaliwa wetu wa kwanza kwenye familia yetu. Karibu sana dada. Kuna ndugu wengine wa kutoka Teme, kutoka Kengege, kama wameshafika, naomba msimame pia, sikawasahau ya yuko kule kakangu yuko kule mba yuko pale, bwana shehe. Asante sana. Naomba nitambue pia uwepo wa wachungaji. Kuna wachungaji kwa jimbo hili la la Magharibi na rani kule magharibi, naomba wachungaji msimame. Asante, hawa ndio wachungaji ninaofanya kazi nao kazi katika jimbo hili Uh, mwisho kabisa naomba nikutambulishe kwako waumini wote wa jimbo hili la magharibi. Naomba wote kwa ujumla wenu wa jimbo la magharibi msimame, makofi na migeregere kwa Bwana, wote kwa ujumla wenu, makofi na migeregere. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana sana kati katikati ya waumini hawa zipo kwaya sita, naomba zisimame pia. Kipekee zipo kwaya sita hizo, eh, kwaya zinazohudumia hapa makao makuu. Baada ya utambulisho huo, naomba nikukaribishe baba yangu katibu mkuu kwa utambulisho mwingine zaidi.